Tanzania tunakuwa mwenyeji wa kuandaa tuzo za kimataifa za utalii kwa bara la Afrika na bahari ya Hindi kwa mwaka 2025. tukio hili litafanyika hapa Dar es Salaam tarehe 28, na ukumbi na ratiba nzima tutaendelea kuwapa taarifa, lakini tuzo hizi zinafanyika Tanzania, Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa sita kwa mtakubaliana na mimi ya kwamba ili tuweze kushinda katika tuzo nyingi, tunatoa wito kwa Watanzania waweze kupiga kura kwa vivutio mbalimbali ambavyo vimekuwa shortlisted katika tuzo hizi. Naomba nitaje tuzo ambazo tayari Tanzania imeingia katika kinyang'anyiro cha fainali cha kupigiwa kura, ili Watanzania wakiendelea kupiga kura basi tuweze kushinda katika tuzo hizi. tuzo ambayo tumekuwa shortlisted ni pamoja na nchi inayoongoza kwa utalii barani Afrika. kwa Tanzania iko pale, kuna nchi nyingi, kwa Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zinapigiwa kura. lakini bodi bora ya utalii Afrika, bodi ya utalii Tanzania tumekuwa shortlisted. lakini kivutio bora cha utalii barani Afrika, yaani ukiweka vivutio vyote, kwa Tanzania Africa's leading tourist attraction Hifadhi Ngorongoro imekuwa nominated kama kivutio bora, mlima unaoongoza barani Afrika, mlima Kilimanjaro, hifadhi bora barani Afrika, Serengeti. Lakini pia hifadhi mbalimbali zilizoko hapa nchini Tanzania, kwa upekee wake zimetajwa pia kama hifadhi za taifa bora, na tunawatoa wito kwa Watanzania waweze kuzipigia kura. Kwa mfano Hifadhi ya taifa ya Kitulo, Nyerere, Udzungwa, Mahale, Arusha, Tarangire na nyingine zimetajwa katika vipengele mbalimbali mbali vya kuweza kupigiwa kura kutegemea na ubora wake. Lakini mwaka huu pia uwanja bora wa ndege barani y Afrika, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere pia umetajwa, na tunatoa wito kwa Watanzania waweze kuwapigia kura, lakini pia bandari Ukiangalia utalii wa fukwe ile cruise ship tourism na pia utalii mwingine unaohusiana na usafiri wa bahari kwa bandari ya Dar es Salaam imetajwa kuwa kuwa, kuwa ni bandari bora barani Afrika, kwa tutoe wito kwa Watanzania waweze kupiga kura ili tuweze kupata nafasi ya kushinda tuzo hizi. Najua dirisha la kupiga kura lilianza toka tarehe 11 Machi na wenzetu wa hifadhi za taifa wako kwenye kampeni mahususi kabisa ya kuweza kuwaomba Watanzania na ndugu jamaa na marafiki waweze kupiga kura. Upigaji kura huu utaendelea hadi tarehe nne mwezi wa tano. Kwa hiyo tunaomba sasa Tanzania kuweza kushiriki katika kupiga kura. Kwa hiyo hii ni fursa moja nzuri sana kwanza ya kuweza kuitangaza Tanzania, lakini pia tunatarajia kupata wageni kutoka nchi thelathini barani Afrika na viongozi wa levo ya dunia watakao kuja katika e, nchi yetu. Ni fursa pia ya kuweza kutangaza mazao mbalimbali ya utalii yaliyopo. Najua nyote mnakubaliana na mimi ya kwamba Tanzania tumebarikiwa kuwa na mazao mengi ya utalii. Utalii wa wanyamapori, utalii wa fukwe, utalii wa misitu, utalii wa vyakula, utalii wa michezo, utalii wa utamaduni. Mazao yote haya ni fursa sasa kwa Tanzania kuweza kuyaonyesha kupitia fursa hii tulionayo. Sasa wito wangu kwa wananchi wote wa Tanzania na wadau, kwanza tuweze kushiriki kikamilifu ili kuweza kujifunza nini kinaendelea huko duniani na namna bora ambayo dunia inaiangalia Tanzania, na tutashiriki kwa kupiga kura, lakini kingine ni kuweza kutoa hamasa kwa wadau mbalimbali. Tukio hili linafanyika Dar es Salaam, tutakuwa na wageni zaidi ya elfu moja wanaokuja katika jiji hili. Hawa ni watu ambao wako kwenye sekta ya utalii, kwa hiyo tuweze kutoa huduma bora kwao ili tuweze kuitangaza Tanzania katika medani ya kimataifa. Lakini pia ni fursa ya kuweza kubadilishana mawazo. Watakuja hapa wawekezaji katika sekta ya utalii, watakuja watu wa mashirika ya ndege, wenye mahoteli, kuna vyombo vya habari vya kimataifa. Kwa hiyo tutoe wito pia kwa wanahabari ili na nyinyi pia muweze kujitokeza kutoa support kubwa na kujifunza moja kwa moja kwa wenzenu ambao wanakuja kutoka media house mbalimbali za kimataifa. Kwa mwisho kabisa niweze kupenda kutoa shukurani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa na imani aliyonayo katika sekta ya utalii na mchango wake katika uchumi wa taifa. Ameendelea kuwekeza na heshima hii tunayoipata kama taifa kuandaa tuzo za kimataifa za dunia kwa kanda ya Afrika pia ni heshima kwake kwa uongozi alionao katika taifa letu. Kwa hiyo cha pili pia nitoe eh, shukrani kwa uongozi mzima wa Wizara ya Maliasili na Utalii, kwa kweli kwa miongozo na sera za uwazi katika sekta ya utalii zimewezesha pia taifa letu kupata heshima hii, kwa sababu wangeweza kwenda kwenye nchi yote barani Afrika, wamekubali kuja Tanzania lakini tatu ni washukuru sana wanahabari kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuyasemea haya ambayo sisi tunayaandaa, na wadau wote wa sekta ya utalii wakiwemo wawekezaji, wakiwemo wanaotoa huduma, mashirika ya ndege, tour operators wote, na wadau ambao wanafanya kazi ya kuwahudumia wageni. Kwa kweli juhudi kubwa mnayoifanya imeweza kuleta heshima na imani kwamba Tanzania tunaweza, na hatimaye kuweza kuandaa tuzo hizi ambazo zitafanyika mwezi wa sita. Jitihada za kila mmoja zimeweza kutupa heshima hii na kuifanya Tanzania sasa kuungwa mkono na mataifa mengi kuandaa tukio hili. Mwisho kabisa nitoe wito kwa watanzania wote kwamba, kwa sababu zoezi hili, ili tuweze kushinda, ni lazima tupige kura, waweze kutumia mitandao. Ukiingia katika mtandao wa World Travel Awards Inakupeleka katika screen ya kuweza kupiga kura. Tushiriki katika kupiga kura, tuchague vivutio vyetu vya Tanzania, tuichague bodi yetu ya utalii TTB, lakini pia tuichague Tanzania kama kivutio bora cha utalii barani Afrika ili tuweze kushinda na hatimaye tuzo hizi ziweze kubaki hapa nyumbani. Hebu fikiria tulivyokwenda Mombasa mwaka jana, tumeshinda tuzo nne. Halafu leo tunafanya nyumbani hapa tusipate tuzo. Kwa hiyo ni wasihi sana watanzania wenzangu, tuwasihi na marafiki zetu waweze kupiga kura ili tuzo hizi ziweze kubaki nyumbani. Na tuzo hizi sio tu kwa taasisi za serikali, kuna taasisi binafsi ambazo zinashiriki katika sekta ya utalii. Kuna tour operating companies, kuna makampuni mbalimbali mbali, kuna mahoteli, kuna private airlines, zote hizi zinapigiwa kura kwa ukiingia katika ule mtandao chochote cha Tanzania, ninawasihi waweze kupiga kura, ili tuendelee kutoa mchango mkubwa katika uchumi wetu kupitia sekta hii ya utalii. Tumekuwa tukizitumia tuzo hizi kujitangaza, hata tunapokwenda kwenye maonyesho mbalimbali, huwa tunazitumia tuzo hizi kuionyesha ya dunia kwamba hamfanyi kazi tu na yani kivutio fulani au nchi mojawapo ambayo ina vivutio vya utalii. "We are an award winning destination." kwa tukiongea kimataifa, huwa tunaonyesha ile. Kwanza unaonyesha tuzo, unamwonyesha mama pale, na unaonyesha kwamba we are the award-winning destination. Hiyo inatusaidia sana kuweza kuwaaminisha wenzetu, na ukiangalia hata huko nyuma eh, baada ya kutangaza tuzo hizi nadhani zaidi ya miaka miwili mitatu, kwa mfano eh, hifadhi ya taifa ya Serengeti imeshinda miaka sita mfululizo. Kwa ukiangalia leo hii wageni wanaokuja katika hifadhi zetu ni wengi na hata media houses ni. Kwa hiyo inatusaidia kama moja kati ya tools za kutangaza utalii wetu. Ni kwamba utaenda kwenye linki ya www.worldtravelawards.com/vote itakupeleka moja kwa moja kwenye linki ya kuvote, ambako tunatakiwa kufanya registration kwa majina yako kwa email na password, alafu utaenda kwenye email yako kufanya verification kwa sababu inabidi ufungue account ili kuweza kuvote kwa ajili ya nchi yetu. Ukishafanya verification, unarudi kwenye page ya kuvote ambako ndio utakutana sasa na vivutio mbalimbali ambavyo vimekuwa nominated ambavyo ni zaidi ya 15. kuna Africa's leading destination ambayo kuna Tanzania tupo pale tunaomba tuvote. Africa's leading tourist board we have TTB. Africa's leading national park tuna Serengeti. Africa's leading tourist attraction. Tuna Mount Kilimanjaro na Ngorongoro Crater. Kwa hiyo tunaweza tukavote kwa ajili ya hivyo vyote. Tuna Africa's leading big five national park. Pale tuna Serengeti na tuna Nyerere. Ziko nominated kwenye hicho, kwenye hiyo category moja. Tuna Africa's leading mountain national park. Tunayo Arusha National Park, Kilimanjaro, Mahale, Udzungwa Mountains National Park. Vyote hivyo ni kutoka Tanzania, viko kwenye category moja, tunaweza kuvota as many times as we can. Tuna Africa's leading elephant paradise national park, Tarangire National Park imekuwa nominated. Then tuna Africa's leading Kachuro national park, tuna Katavi na Ruaha zimekuwa nominated. Then tuna Africa's leading Scenic national park, tuna Nyerere National Park zimetajwa, na tuna Africa's leading Honeymoon destination tuna Kituro National Park zimetajwa. Uh, hapo hapo utapatana na Beach National Park ambako pia pametajwa Nungwi na Zanzibar zote hizo tunaweza kukanominate chini ya Tanzania.